Kundi la P-Square ambalo linaunganishwa na Paul pamoja na Peter lilikuwa ni bonge moja la kundi, lakini pia ni moja kati ya makundi ambayo ikiyazungumzia kwa kipindi hicho, kia miaka ya nyuma kidogo, kuanzia 2016 fulani hivi 15 14 na kurudi nyuma huko ilikuwa ni bonge moja la kundi ambalo pia likuwa linafatikana kutokea kule, eh, Nigeria. Sasa ni moja kati ya makundi ambayo pia eh, matatizo ya kifamilia pia yaliweza kusababisha wawili hao kuweza kutengana na kila mmoja kuweza kufanya maisha yake, lakini pia kuweza kufanya eh, muziki wake. Sasa mzozo wa kifamilia huo pia ambao kama nilivyokuambia hapo nyuma ulishawahi kuweza kuvunja eh, kundi la P-Square, moja ya makundi bora zaidi Afrika, umeweza kurudi tena kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya kaka yao mkubwa wa Peter na Paul, ambaye pia alikuwa ni meneja wao wa zamani ambaye anafahamika kwa jina la Jude Okoye kuweza kuchapisha ujumbe tata eh, kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sasa, eh, ingawa hakumtaja mtu mmoja kwa mmoja, lakini pia Jude alidai kuwa ali, aliinua watu ambao pia waligeuka na kuwa wasaliti waliojawa na tamaa, wakamsingizia tuhuma za utakatishaji fedha na kutaka kumlazimisha awape pesa. Haya maneno yalionekana kumlenga Peter Okoye, Mr. P, ambaye hakusita kujibu. Katika jibu lake e, Peter aliweka wazi yafuatayo. Hivi ndio vitu ambavyo pia aliweza kuvisema bwana Peter. Kitu cha kwanza alizungumzia swala so zima la usimamizi alisema kwamba Jude hakuwa mkombozi wa kundi hilo, bali alikuwa mfanyakazi wao kama meneja waliomtangulia, na aliwafuta kazi baada ya kuweza kuonyesha uongozi usioridhisha. Hapa sasa na hapa namnukuu Mr. P ambaye anaweza kumjibu huyo Okoye ambaye ni brother wao, unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine, ambayo pia alikuwa ni meneja wao kwa kipindi hicho, kwa kipindi cha kwenye masala mazima ya usimamizi. Ameweza kuliongelea hapo kwamba aliweza kufuta kazi mara baada ya kuweza kuonyesha uongozi usioridhisha eh, lithis, e, jambo la pili alizungumzia swala la kufilisika. Alikanusha kuwa kwamba amefilisika, akidai ni Jude mwenyewe aliyeeneza simulizi hiyo ya chuki ya muda mrefu kwamba eh, kufilisika kwao sio kwamba ni kwa gani. Sasa Jude yule ambaye alikuwa ni meneja wao, pia aliweza kusambaza jumbe ambazo za chuki eh, baina yao yake yeye pamoja na wasanii hao. Na kitu cha tatu amesema pia heshima, alimtaja Jude eh, kama agbaya, agbaya neno la kiyoruba ambalo linamaanisha mtu mzima mwenye tabia za kitoto akisisitiza kuwa heshima haiji kwa umri bali kwa vitendo tangu miaka ya nyuma eh, kukosekana kwa uwazi kuhusu fedha ubunifu na nafasi ya Jude kwenye kundi kulisababisha migogoro ya ndani hatimaye P-Square walisambaratika mwaka 2017 hali iliyosikitisha mashabiki duniani kote lakini katika kile kilichoonekana kama muujiza wa muziki mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Peter na Paul walipatana na kurudisha kundi lao, hatua iliyopelekea kwa kuwa shangwe kubwa na mashabiki wa Afropop, lakini waliachana tena na kila mmoja kuendelea na maisha yake. So ishu ya P-Square ya pia kipindi hicho kulikuwa kuna story za kusema kwamba wawili hawa wameweza kutengana kutokana na kuweza kugombana mara huyu akitaki hiki, huyu anataka kile, lakini wameweza kuweka wazi kwamba moja kati ya vitu vitu ambavyo viliweza kusababisha kundi hilo kuweza kutengana bana, ni kaka yao Okoye, e, Jude ambaye pia kwa kipindi hicho alikuwa ni kama meneja, amezungumzia masuala mazima ya heshima, masuala mazima ya kufilisika e, masuala mazima e, ya usimamizi pia. So inaonekana kabisa kwamba e, brother wao ambao pia alikuwa ni meneja wao, kuna vitu alikuwa anavifeli, lakini pia alikuwa na sambaza chuki baina yao ha, watu hao wawili e, kutokea katika kundi then anakuwa anazitoa e, kwa baina ya watu wengi ili wow, wao tupi wasionekane e, ni wabaya, lakini katika ego nyingine wameonyesha kwenye masuala mazima ya mapato kuna namna ambavyo wao P-Square kama kundi walikuwa hawaoni mapato ambayo wamekuwa wakiyapata, na haya yote yalikuwa yanasababishwa na kaka yao ambaye pia walimweka kama meneja wao ambaye aweze kuenda kusimamia muziki wao na waliweza kutengana mwaka 2017. Mashabiki wengi sana kwa kipindi kile walikuwa katika situation mbaya sana kwa sababu eh, kila shabiki alitegemea makubwa kutoka kwa wasanii hawa for the way ambavyo pia walikuwa wanafanya eh, katika swala so zima la muziki, lakini pia ushirikiano wao eh, katika swala so zima la sanaa lakini eh, pia na 2021 waliweza kupatana na kundi hilo likaweza kurudi. E, shangwe lilikuwa ni kubwa sana kwa mashabiki, kila mmoja alitamani kuweza kuona wawili hawa tena wakiendelea kufanya kazi, lakini kutokana na, na kile ambacho kimeshatokea nyuma, unajua mkishatengana then mkaja kurudiana tena inakuwa kuna namna e, ile, ile, naweza kusema ule umoja hauwezi kuwa sawa na ule ambao mlikwisha kuwa nao e, mwanzoni kabisa, so, ikaweza kusababisha kutengana tena kwa mara nyingine ya pili na kila mmoja sasa kuendelea kufanya mambo yake kuendelea kufanya michongo yake mpaka sasa, tunaona kabisa Peter anafanya vitu vyake, po pia anafanya vitu vyake, kila mmoja anafanya nyimbo zake kivyake vyake. Sasa yapi maoni yako husiana na hiki kwamba ndugu wawe ni moja kati ya watu ambao pia wanasababisha nyie kuweza kugombana au kuweza kutengana? Drop comment yako hapo, utakometisha kinoma noma.